Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Niwashukuru sana ofisi ya mkurugenzi pamoja na watumishi wote wa halmashauri, lakini pia nishukuru baraza la madiwani pamoja na mwenyekiti wa halmashauri kwa jinsi ambavyo wanaendelea kusimamia halmashauri zetu, lakini zaidi watumishi wa halmashauri ambao mnasimamiwa na mkurugenzi kwa jinsi ambavyo mnaendelea kujituma kukusanya fedha hizi za mapato ya ndani. Najua msipofanya msingefanya kazi yenu vizuri tusingeweza kupata asilimia kumi hii ya kuweza kununua hizi pikipiki. Lakini pia niwashukuru sana wananchi ambao wanalipa kodi, hasa leseni na tozo mbalimbali ambazo zinatolewa ndani ya halmashauri kwa sababu hizo ndo zinazotusaidia kuendesha halmashauri zetu, lakini pia tunapata hiyo asilimia kumi kwa ajili ya kuweza kuendelea kusapoti vijana wetu na wote ambao wanahitaji mikopo ambayo ni ya heshima. Inasema mikopo ya heshima, kwa sababu huko nje kuna mikopo ya kausha damu. Hapa nilipo na malalamiko kibao, mtu anakopa laki tano, anakopa milioni tano, analipa milioni kumi na tano na niulize, baada ya muda gani? Mwaka mmoja? Yaani kuna mtu alikopa mwaka jana milioni tano, mwaka huu anataka kuuza nyumba, kwa sababu anatakiwa alipe milioni kumi na tano. Sasa niyasema haya ili muone umuhimu wa mikopo hii. Serikali ilikaa, na sio serikali tu, ni Chama cha Mapinduzi kilikaa kikatathimini, kikaona jinsi wananchi wake wanavyopata shida ikatoa maelekezo kwa serikali kupitia kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwamba serikali ikahakikishe kwamba kwenye kila mapato ambayo tunakusanya kwenye halmashauri tutenge asilimia kumi na tuzirudishe kwa vijana, wanawake na wenye mahitaji maalum. Mi sipendi kuita wenye ulemavu, wenye unyanyapaa. Kwa hiyo na hivyo ndivyo ambavyo tumekuwa tunafanya. Kwa hiyo hii tunatekeleza uh, maelekezo ambayo tumepewa na Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya uchaguzi ya 2025. Mimi ni waombe nyinyi mkawe mabalozi. Nyinyi mkatangaze yale mema yale ambayo nchi yetu inatunenea au inatutakia. Na ni bahati kuna vijana wangapi mmewacha kule. Lakini nyinyi ndio mmebahatika kupata nafasi hii. Majina yangu naitwa Isaac John Gembege ni mkatibu wa kikundi cha Umoja group Kiru, ni ni kiongozi katika kikundi chetu pia. Tunashukuru sana kwa sababu leo tunakabidhiwa pikipiki hivi vya halmashauri, ambayo ni mikopo tuliopewa kwa ajili ya kujikwamua sisi vijana kiuchumi. Nashukuru sana kwa sababu pikipiki hizi ni kwa ajili ya kutusaidia sisi kujikwamua kiuchumi, tukae tukae mfano bora huko mtaani, wakati tunafanya hizo kazi, turejeshe kwa wakati pia na nashukuru kwa sababu mkuu wa wilaya ametushauri vizuri, tukawe mfano bora huko mtaani wakati tunafanya kazi kama vijana, tukawe walinzi wa amani, na ni mikopo ambayo haiumizi, ni mikopo ambayo inatusaidia sisi vijana, sio sawa na mikopo ya mtaani ambayo ni kausha damu inayotuumiza kwa riba kubwa. Hii ni mikopo ambayo haina riba kabisa, kwa hivyo nashukuru sana kwa sababu ni serikali yetu ya, ya, ya halmashauri ya Babati imetusaidia sisi vijana. Ni serikali ya CCM ambayo inatusaidia sisi vijana sana, kwa sababu mikopo hii imetukwamua vijana wengi, na hata sasa kuna wengine wanaepambana kwa ajili ya kuipata. Hivyo nashukuru sana serikali yetu, inafanya kazi vizuri. Tunaahidi kuwa tutakuwa mfano bora huko mtaani, kwa sababu pikipiki hizi ni pikipiki ambazo ni mpya kama inavyoonyesha kila kichombo kilichofungwa pale ina kazi yake maalum. Kama site mira haitaki kutolewa, kwa sababu ni kwa ajili ya usalama barabarani. Mimi kama dereva nitamuona anayekuja nyuma, kwa hiyo siwezi kutoa. Na vingine vyote ambavyo vinafanyika huko vya ovyo, kama kutoa kutoa dashboard ya pikipiki, kutoa site mira, kuchinja kule mbele, pikipiki wanaita kuchinja kusuizi, vijana wanaita kuchinja kule mbele, dashboard ile. Sisi hatutofanya hivyo, tutakuwa mfano bora kwa ajili ya serikali yetu, ili endelee kutuamini zaidi. Ina naitwa Eva Ramadhani nimependa kujiunga katika kikundi cha Umoja bodaboda kwa boda sababu umoja bodaboda ni sehemu ya kujikizi mahitaji ya familia, na pia kuondokana na ugumu wa maisha. Kwa hiyo kama vijana wenzangu wa na washauri pia, waweze kujiunga katika vikundi mbalimbali mbali, ili waweze ku ujikimu na maisha kifamilia. Kwa jina ni Andrea John, ni miongone wa kikundi cha umoja bodaboda kutoka -boda, kati Daedakati, namshukuru, nashukuru serikali serikali yetu kwa kutuwezesha sisi vijana, kutusaidia, kutupatia vyombo vya usafiri kama bodaboda -boda, na naahidi kuwa tutaenda kuvifanyia kazi ipasavyo katika usafirishaji binafsi yangu ni kweli nimeona hivyo kwamba vijana wa mtaani kweli wana haribu sura ya pikipiki, lakini binafsi yangu napenda kumwahidi kwa mkuu wa wilaya alivyotueleza, nitahakikisha kuwa kikundi changu kinabaki kama wasafirishaji waaminifu na ambao ni hawana uhuni wa kimwili. Usisahau ku subscribe, ku comment, ku like na kushare